hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na wazungu wa Japan, wa Arabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini, pia wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani, kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki ingawa imejaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ni hapa hapa porini kupitia madarasa yasiyo rasmi walipoanza kufunguliwa baadhi ya nati na bolti zilizoko vichwani mwao, kwa ajili ya kuzifukunyiwa akili zao ili kuongeza uwezo wao wa kufikiri, kwa minajili ya kuondokana na udhaifu na umasikini tuliokuwa nao. utasoma kiasi, udongo ule ndani ujazo wake wote utasoma, na ule mfinyanzi wa juu, ndio unaanza hesabu kwamba ujazo wote nimepata hapa ni milimita 4 au milimita arobaini, na juu mfinyanzi wangu ni milimita 20, ndio naanza saa 20 chini ya 40 mara 100 utafuta asilimia

15 udongo wako. Kwenye chati tutakupa, tutakwambia ukipata asilimia kati ya 10 mpaka 25. Kesho yako wewe yaani wake kata simenti na na udongo ni ngapi kwa ngapi? Sawa. Kwa hiyo tutakupa chati, tutaenda moja kwa moja. Yaani umepata hapo 15. Chati yangu inaniambiaje? 15 kesho ya moja kwa 14. Unachukua tu ndoo zako na pima 14 ndoo moja ya simenti unaanza kuchanganya kwa sababu simenti yenyewe imeshatumwa kabisa kabisa au mwenyewe pia unaanza. Ah, ah ina simenti ufanyie test. Una deal tu na udongo wako huu ndio utakao kukupa ujano na simenti sawa. Eh, ile sidhani kama kuna kuna umuhimu wa hili. Haupo kwa sababu kuna tofali zingine mfinyanzi, yani huu ndio kizidi zinapasuka. Zinapasuka. Eh, basi kama ukiona mfinyanzi una nini unatupia hii kujua kiwango cha mfinyanzi. Kama unachoma tofali, dadi, tofali la kuchoma inahitaji mfinyanzi mwingi kidogo si ndio? Kwa hiyo ni vizuri nao ukifanya test hii, ili kujua wana mdongo wangu, mfinyanzi wake mdogo, nikichoma tofali itatoka nzuri. Huu, mfinyanzi wake mkubwa au mkali sana, tofali nikichoma ta pasuka. Sawa? Ule urefu, udongo, ni urefu wa udongo teke yake mdogo ni urefu wa mchanga ndio kidogo kinatumia korogea sukari tumekizoea kwa jina la kijiko cha chai. Tunaweka juu ya udongo. Sawa, ikitamani sana wale ambao jana mikono wakuwepo kwanza. Kwanza nafanya pale, ndio tawaia rahisi zaidi kuelewa. Baada ya kujaza hadi ufike hapo, tunaanza kutikisa ile chupa. Kwenye chupu kwenyekwenye a

bado sio vipimo vyote okay. kumi na tatu ndiyo vipimo vyote okay. Kamili kwa vipimo vyote, nitachukua mchanga na udongo, nitachukua moja nitagawanya wa kumi okay. Ta. Hmm. <coughs> hmm? na tatu nitazidisha mara migi sawa, kiasilimia inaletea ngapi? ana ambaenakia chapreshi sana chakufanya hizo hesabu za asilimia

takopime hii moja simepimba chepe hizo kumi na mbili kwa chepe moja ya simenti

Yeah, angalieni. Yeah, angalieni up, up, live. Hapa hapa si tunaona. Kwani kuna tofauti? Hamna tofauti.